Usiku wa leo tutazungumza kuhusu basi ambalo halikuishia safari yake, basi lililowahi kusafirisha roho na kila safari yake mtu mmoja hakurudi nyumbani. Wanasema lilitoweka miaka mingi iliyopita lakini wengine wameliona tena barabara ya Mtoni Kijichi, limejaa mwanga wa ajabu, bila dereva, bila abiria, lakini redio yake bado inapiga ule wimbo wa zamani. Kila mfunguo roho moja, kila safari uhai unalipwa. Karibu kwenye simulizi ya kutisha ya basi la B'Raka, kila safari ni kafara. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe sasa hivi. Like video hii na niambie kwenye komenti unatazama ukiwa wapi leo? Tuone ni wapi mashabiki wetu wengi wanatazama hadithi hii ya kusisimua. Tuanze sasa. Deo alijaribu kufungua mlango wa basi, lakini ulikuwa umejifunga kabisa. Usukani ulianza kuzunguka wenyewe. Injini ikalia kwa sauti ya pepo, na redio ya ndani ikaanza kupiga wimbo wa zamani uliokuwa ukirudiwa maneno: kila mfunguo roho moja, kila safari uhai unalipwa. Dio alihisi sauti ya mtoto Asha ikilia ndani ya kioo cha mbele: dereva, nisaidie, nina baridi. Jasho lilimtoka Deo, moyo ukipiga kwa kasi. Kila kitu ndani ya basi kilianza kuzunguka taratibu kama kiko katika ulimwengu mwingine. Kwenye viti vya nyuma aliona vivuli vya abiria waliopotea, kila mmoja akimwangalia kimya kimya, macho yao yakimetameta kama glasi. Kisha kiti cha dereva kikatoa sauti: chukua ufunguo odeo, fungua utaona siri yangu. Kwenye dashibodi kulikuwa na ufuli ule ule wa chuma ukingaa kama umetengenezwa kwa damu Alipouinua, sauti ya Braka ikasikika ndani ya kichwa chake: mara ya kwanza tulipokutana, nilikuona kijana maskini mwenye njaa ya mafanikio. Nilijua roho yako inaweza kuwa injini ya nguvu. Sasa umefika hatua ya mwisho, utafungua au utakufa? Ndio. Alihisi mchanganyiko wa hasira na hofu. Alikuwa amechoshwa na mateso, amechoshwa na sauti za mizimu. Alijua lazima afanye kitu, lakini hakujua ni nini. Ndipo aliposikia sauti nyingine ndogo na yenye upole, ufunguo huo ni mimi, roho yangu imefungwa humo. Ilikuwa sauti ya Asha akitokea kwenye kioo cha mbele, sura yake kitulia ndani ya moshi, macho yakiwa na huzuni isiyoelezeka. Dereva Braka alinidanganya niliua ili kufungua mlango wa utajiri, lakini nilipokuwa natoweka, niliapa kwamba roho yangu haitakaa kimya. Ufunguo huo ni mnyororo wa roho, ukiufungua vibaya, utakuwa dereva wa milele wa basi hili. Dereva Baraka alinidanganya, aliniua ili kufungua mlango wa utajiri, lakini nilipokuwa natoweka niliapa kwamba roho yangu haitakaa kimya. Ufunguo huo ni mnyororo wa roho, ukiufungua vibaya utakuwa dereva wa milele wa basi hili. Deo akashusha pumzi, akainua kichwa. kwa nini alinichagua mimi? Asha akajibu, sauti ikitoka kila upande, kwa sababu roho yako ilikuwa dhaifu. Uliwahi kumwomba Mungu akupe mafanikio bila kujali gharama, alikusikia na akakujibu kupitia yeye. Deo akalia taratibu. Machozi yake akaanza kuwaka kama moto, alipoyaangusha kwenye sakafu ya basi, kila tone liligeuka kuwa chembe ya mwanga, likiangaza uso wa Asha. lakini bado una nafasi alisema Asha, kuna njia moja pekee ya kuondoa laana hii, toa roho yenye thamani zaidi kuliko yako. Deo alitazama kioo cha mbele. kwa mbali alimwona Baraka akitembea kwenye kivuli, sura yake ikiungana na moshi, macho yake mekundu yakimwangalia. Baraka, unataka kunisaliti? uliapa damu yangu, bila mimi wewe ni bure. Deo akamjibu kwa hasira, hapana, bila wewe ningekuwa mtu huru, ulinitumia, uliniua taratibu. Leo basi hili litakula roho sahihi. Ghadhabu ilitanda ndani ya basi, vioo vikapasuka. Injini ikalia kwa sauti ya pepo. Kila kiti kilianza kuzunguka, abiria wa zamani wakiwa wanaonekana kama kivuli cha moshi. Baraka alijitokeza ghafla katikati ya basi, si kama mwanadamu, bali kivuli kilichovaa suti nyeusi, mikono yake ikiwa na miale ya giza. Umeshindwa Deo. Roho yangu imeunganika na kila chuma cha basi hili. Deo alinyosha mkono wake wenye kutetemeka, akiinua ufuli wa roho. Kama roho yako iko ndani ya basi hili, basi tutaenda wote. Aligeuza ufuli mara tatu, na mara moja mwanga mkali ulilipuka kutoka kwenye dashboard. Redio ikaanza kupiga sauti ya watu wakilia, sauti ya Asha ikisema, fungua milango ya roho, mwanga unarudi. Moto wa ajabu ulilipuka ndani ya basi, ukiunguza kila kivuli cha giza. Baraka alipiga kelele kwa sauti ya kutetemesha dunia, hii ni roho yangu, hutaniua wewe, Nitakuwa dereva wa milele lakini Deo akamwangalia kwa macho yenye amani. Basi lilianza kwa damu na litaisha kwa damu yangu. Deo akaweka ufuli wa roho kifuani mwake, akaushika kwa nguvu. Mwanga ulianza kutoka mwilini mwake ukijaza basi lote. Kila abiria wa zamani alianza kupotea taratibu, wakimshukuru kwa sauti za upole, asante dereva. Asha akasogea karibu, akamshika mkono Umefanya usichoweza Deo, umenikomboa Deo. Akatabasamu kwa mara ya kwanza. Sasa rudisha amani, nimechoka kupigana. Mwanga ulilipuka tena, basi likatetemeka vibaya, halafu likatulia kimya katikati ya barabara ya mtoni Kijichi. Watu wa eneo hilo walipoamka waliona kitu cha kushangaza. Baraka basi lilikuwa limezimika katikati ya barabara, halina dereva, halina abiria lakini likiwa safi na lenye mwanga wa ajabu. Polisi walipofungua mlango, walikuta ufuli mdogo wa chuma kwenye kiti cha dereva ukiwa na maandishi. Kila safari ina mwisho. Usipokee safari ya usiku. Watu walidhani ni hadithi tu mpaka kijana mmoja aitwaye Kelvin alipoajiriwa katika kampuni ya usafirishaji mpya. Siku ya kwanza, meneja alimwonyesha basi jipya lililotoka bandarini, basi lililoandikwa jina dogo kando ya mlango. Baraka Line mia tisa tisini na tisa. Kelvin akagusa usukani na mara akaona kitu kidogo king'aa ndani ya dashboard. Alikitoa, ufuli mdogo wa chuma. Mara tu alipouchukua, basi likawaka lenyewe, redio ikaanza kupiga wimbo wa zamani. Kila mfunguo roho moja, kila safari uhai unalipwa. Kelvin akatetemeka. Kwenye kioo cha mbele kwa sekunde chache tu aliona sura ya Deo ikitabasamu kisha ikatoweka. Kila tamaa ina gharama, kila kiapo cha nitafanya chochote kina mnyororo usioonekana. Deo alitafuta mafanikio akayapata, lakini kwa gharama ya roho yake. Na basi la Braka bado lipo likinogea dereva mwingine atakayesema maneno yale yale, niko tayari kufanya chochote. Mimi nimejifunza kuwa Usitafute njia fupi za mafanikio. Barabara fupi mara nyingi huishia gizani, na hapo ndipo simulizi letu linaishia kwa sasa. Niambie wewe, umejifunza nini? Andika maoni yako hapo chini, like video hii, share na rafiki zako wa Facebook au TikTok, na subscribe ili usipitwe na sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua. Tutaonana kwenye hadithi ijayo.